Tuende kaunti nambari tatu ambapo shughuli za masomo zilikatizwa mapema leo katika shule ya msingi Arabuko Kakuyuni huko Kilifi baada ya wazazi kuandamana wakimtaka mwalimu mkuu wa shule hiyo kuhamishwa. Wakiongea na wanahabari, wazazi hao wamelalamikia usimamizi mbaya wa shule hiyo. kusema ukweli, huyu mwalimu hana uwazi kwa wazazi. Manake mzazi akitaka kujua chenye kinaendelea shule, hana uwazi. tukijua mato, nini, mato, nini, pesa zenye zimetolewa na wazazi, wajue ni pesa ngapi. Hataki kueleza, anatuzungusha tu na huwa anakuja juu Hatuwezi kumwelewa. Kwa ufupi, huu mwalimu tumechokana naye, tunaomba serikali ituletee head teacher mwingine bila kukicha, matokeo yanazidi kuzorotesha. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, watoto wetu hawaja kuwa uh, registered kwa ile portal ya portal. Kwa hivyo watoto wetu ni kama anawapotosha. Tuko tunalipa pesa hapa, lakini pesa ya, ya wazazi hatuioni pesa ya wazazi inatumika vibaya, walimu hawalipi mishahara yao, walimu wa PTA hawalipi mishahara. Hizi pesa zinaenda wapi? Kwa kusema kweli, head teacher huyu Mr. Saro tumechokana na yeye, must go.